E, mkuu wa mkoa mwakilishi wa mkuu wa mkoa, mlitoa maelekezo wakati fulani ya kuruhusu watu kupita kwenye barabara za mwendo kasi. Mkasahau kwamba barabara za mwendo kasi si za kwenu, ni za waziri wa TAMISEMI, ziko chini ya waziri wa TAMISEMI. Ninyi mkasimama mkaruhusu watu wakapita, wakati ule nimewasamehe, lakini maelekezo yangu, barabara ya Mbagala yanapita malori ya tani 30 mpaka tani 40, yanakatiza pale katikati, barabara imeanza kuharibika. Madhara yake kwenye miradi hii, miradi itakwenda kusimama yote ya, ya World Bank. Wenzetu wa World Bank walipotupatia fedha hizi walitu, walitupa masharti, barabara hizi ni kwa ajili ya mwendo kasi, si kupitisha malori. Barabara hizi ni za mwendo kasi. Kwa utaratibu huu mliouanzisha Miradi hii itakuja kukosa pesa na ninyi ndio watu wa Dar es Salaam mtakuja kulalamika. Sijui mmenielewa vizuri. Barabara ya Mbagala imekwisha anza kuharibika hata mwendo kasi haujaanza. Ni kwa sababu mnapitisha malori katikati na mmetoa kibali. Sijui nani aliwapa mamlaka ya kutoa kibali hicho. Kwa sababu mamlaka hayo ni ya kwangu. Barabara hizi zinasimamiwa na dati. Dati iko chini yangu. Ninyi mamlaka mliyatoa wapi? Mkaruhusu watu kupita kwenye barabara za mwendo kasi. Barabara sasa zimeharibika. Kuharibika kwa barabara hizi maana yake mnaleta hofu ya Benki ya Dunia kuzuia fedha hizi, sivyo? Inaeleweka vizuri hapa? Mtasababisha Dar es Salaam wakose barabara. Dar es Salaam watakosa barabara hii. Mipango hii ambayo tunaifanya leo, maana yake wenzetu watakwenda kuzuia. Nilipokuwa utalii, wizara ya utalii, tulikuwa na miradi kama hii ya Benki ya Dunia ya ujenzi wa viwanja na mambo mengine, nikatokea changamoto ndogo sana. Benki ya Dunia wakafuta fedha zote na wakakataa waka kuendeleza miradi ambayo ilikuwa inatekelezwa <laughs> na wao wenyewe benki ya dunia. Hasa changamoto hiyo isiye katokea Dar es Salaam, ninawasihi sana, tunataka tuwai majumbani, tutenge muda mzuri wa <laughs> kutoka ofisini kwenda kurudi wapi?